Kijana huyu alikuwa amechoka. Kila siku alikuwa akiamka asubuhi akiwaza, "Mungu, mbona maisha ni magumu hivi?" Akachoka na umaskini, akachoka na vicheko vya watu. Akasema, "Lazima nipate pesa hata kama kwa gharama yoyote." Lakini hakujua, utajiri usio na baraka ni kama moto unaoficha joto chini ya maguo ya barafu. Mwanzo unafurahia, mwisho unalia. Marafiki zangu, dunia hii imejaa tamaa. Wengi wanatafuta njia za mkato, wengine wanauza nafsi zao, wengine wanafanya dhambi wakidhani ni ujanja, lakini mwisho wake ni maumivu makubwa kuliko umaskini waliokuwa wanaukimbia. Kumbuka jambo hili, Mungu hajawahi kukuumba bila kukupa haki yako. Riziki yako ipo. Ila inahitaji uvumilivu, imani na bidii. Usione leo unaumia, ukadhani Mungu amekusahau. Hapana. Wakati mwingine Mungu anakufundisha kupitia maumivu, anakujenga kupitia upungufu, anaandaa moyo wako ili uwe tayari kubeba baraka zako. Vumilia, jitume kwa moyo mkamilifu. Omba bila kuchoka, ukijua kwamba pesa yenye amani ni bora kuliko mali yenye mateso. Usidanganywe na anasa za dunia, maana hata ukipata kila kitu, lakini ukapoteza roho yako, umepoteza yote. Utajiri wa haraka huja kama upepo, lakini utajiri wa Mungu hukaa na kuleta amani. Ndugu yangu, tafuta utajiri wa baraka, sio wa mateso. Mungu ana wakati wako na baraka zako hazitakupita. Uvumilivu wako leo ni ushuhuda wako kesho. Mimi ni Daizo Fursa na kukumbusha, usitafute njia fupi za mafanikio, tafuta njia za Mungu. Zina uchungu, lakini mwisho wake kuna amani. Asante kwa kutazama. Kama umeguswa na ujumbe huu, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kujifunza ujumbe mwingine wa maisha, imani na matumaini.